nasi bado ni mapema, hii ndiyo nafasi tutumie. Mimi nakuelewa, lakini hatuwezi kufanya jambo hili hapa. Twende chumbani.

Taarifa zako nimezipata, ila mimi na wewe hatupasi kuwa maadui kwa sasa. Akumba kuwa na subra, alafu kumbuka yule ni mke wake, hawawezi kuachana tu. Unahitaji ufitinishaji mkubwa sana ila, ila nini kimoja tatizo lako wewe maneno yako ni matamu kama sukari, ila vitendo vyako vichungu kama shubiri, sio hivyo? Nasla na mi pia hapa lipo na mtihani mkubwa sana. Yani hapa livo, napokwambia sielewi, yani hivi hapa napokwambia mwanyiro, sikajua ile swala, sijui ni vipi maana jana nimekutana naye, yani maneno aloniambia mpaka sasa hivi kichwa kinaniuma nyuma, yani sijui amenistukia maana amenipa mafumbo paka pia sele, tuachane na yamwanyero, ila mimi ninawaza wazo. Wazo gani unamaanisha? Namaanisha tuende kwa mganga. Mganga yani? na imani tukienda huko Yaani jambo letu linaenda kuwa hivi, yaani kule hakuna mambo mengi, yaani kule nibuba sura limeisha. Unakumbuka nilichokuambia mara ya kwanza? Nitakupa jibu, acha nifikirie kwanza. Sawa, yeah. Ni ushauri tu nimekupa. Mambo, Muda nakusalimia Jo. Wewe ndo uliniambia mimi nisichelewe kufika hapa Samii, nimefika hapa muda mrefu. Yaani nimekaa muda mrefu na kusubiri wewe tu ndo unakuja saa hizi, yani tena unakuja yani utafikiri umelazimishwa. Yaniwe Joi, kila jambo unapenda kutia uzito tu, siu poja. Yani muda si imechelewa tu kidogo Okay. Siku hizi ukiwa na shida zako unaniita vichochoroni, utaki kujageto sio? Kwanza nimekumisi alafu, kingine dada amerudi kao, mi kujageto vile kuletea chakula kuanzia sahizi, yaani mii haitiwezekana. Takiwa tunakutana hii vchochoroni hivi tunaongea, basi. haina shida, hata usipokuja geto, mimi kwangu ni sawa tu, kwa sababu uje geto sije geto ni vile vile tu, hakuna tofauti. Hakuna hata siku moja ambayo ulikuja geto mimi nikafaidika na uje wako geto. Muda nini bwana, sikuelewi. Kuna jambo wengine ambao umeniitia tofauti na hilo siku njema. Mwanzo wa mapenzi yananoga kupendana, ila mwisho wa mapenzi tuki, mwisho kugombana. Ahaya. Wenyewe vipi, Shehe yangu? Safi shehe, mnaambia? Safi kwema, freshi, mzima mzima, safi. Naona upo sawa, naona wenyewe unapenda nao. Aa, mingani ndani, uko ndani shehe? Mi niko na mwenzangu hapa, tunabadilisha na mazimawili, mzima

Yeah, mjeuri wala mjeuri kwako, lakini kwangu sijaona ujeuri wote, kweli nipona mzuri. Hmm, sina nimempenda kweli ya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> basi tabadilishana nitakuachia wewe, weweule nikikaa naye nanifanyia ujeuri ose, nimekuzoea kwa vile amenizoea, lakini ni mtu mzuri kwa kweli, ana neno, nashukuru Mungu mekaa naye

<tik> Amna, kuna saa nyingine yaani unaongea naye kama rafiki. Na kuongea na mtu kama rafiki ndio inamjenga vizuri. Kama unamuita mdogo wangu hata hawezi kukujibu vibaya. Maana ukishakuwa mkubwa tena ndio hivyo. Ah, tajaribu kuwa naongea naye kwa upole basi, unajua tena hasira saa nyingine. Maisha anaendaje? Mm. Anaenda, tumshukuru Mwenyezi Mungu na shemeji yangu. Tuna kuna kucha, kuna kucha. <laughs> Haya bwana, mi nisikuchoshe sana, sikuchoshe sana vipi? Haya, umeletea zawadi yangu? Zawadi ziko tele hapa, amesema tu kuone mara moja, ila nitakuletea mi nanzajikata kuletea wee zawadi. Mimi na wewe, bora ijaje leo, sijui ipo kweli. Mimi nisikupe wewe zawadi, nikampe nani? Mjui akati, wakati wewe ndo pumzi ndo kila kitu mimi bila wewe mambo hayaendi, na wewe bila mimi mambo basi. Mi sasa inetupike kabisa, maana hapa mimi mwache ujoi nyumbani, anaandaa andaa kwa mambo yake ajshg zaidi. Huo ugali la samaki nimechoka, niuo ugali penda ugali. Huyu ni shemeji yangu.

Tapendeza mwenyewe hivi, kwani tumekuwa maisha mafupi ya dunia yaliyojaa taabu na mateso, ambapo wakati mwingine ili tuishi tu lazima tutende dhambi, alafu tukifa bila ya kutubu tukachuma moto wa milele. Lakini mimi sidhani kama natenda dhambi, lakini kwa nini jamii inanichukulia kama mimi ni mbea? Inanichukulia kama mimi natenda dhambi kubwa ya kutoa taarifa? Kuna kitu tu akielewe jamii, mbea ni msema kweli, na mimi kazi yangu ni ya kusema kweli, eh? mimi siongopi ngopi, hiyo ndio kazi ya umbea. Sasa kwa nini nahukumiwa kwamba mimi nachunganisha baadhi ya watu nachunganisha familia za watu kosa langu hapo liko wapi? Mimi sioni kosa. Isioni umbea ni msema kweli, na mimi nimesema ukweli, sipokuwa tu sikutoa ruksa kusema sasa eh? iwezekani nasikia taarifa muhimu ambazo mtu anaweza akaumia, alafu mimi nipo nimezipata nime hizo taarifa. Nishindwe kumfikishia mwenyewe eh? mimi kweli hata Mungu atakuwa apende. Sababu so, Mungu kasema sisi tuongee ukweli, eh? Na mimi nafikisha ukweli. Sasa kwa sababu ulikuwa wapi ni kama kauchimbe. Ile inawezekana hivi masiara na siara mara pap kauchimbe kwa diwani. Mara di kauchimbe kwa mwenyekiti, eh? Hizi hizi kazi zangu. Eh? Kwa hiyo msifanye makosa bwana. Hmm? Mimi napelekea watu taarifa za kweli. Haiwezekani mimi nasikia taarifa na umuhusu mtu ya kumuumiza alafu nikae kimya. Eh? Ikikaa kimya hizi kazi atazifanya nani? Nilikuwa najiuliza hapo. Hata Mungu mwenyewe kasema, tuongee ukweli japokuwa ni ukweli unauma, japokuwa ukweli mchungu, eh? Sasa mimi nasikia ukweli, alafu nishinde kumfikishia mwenyewe eti kwa sababu naogopa mtu fulani. Ah. Itakuwa mimi sio kauchimbe bwana. Tena anahisi kama anachelewa. Sasa hizi za habari nyingi zimenipita. Hapa nikatafute habari niwafikishie watu. Manabii walianza hivyo hivyo. Basi alama siara mtu kawa nabii, eh? Sasa na mimi siku moja labda nijakuwa nabii eh, mna cha kupoteza. Ona, nichanga karata, nichanga karata mimi, nichanga karata kimoja. Naona kazi imekushinda. <coughs> Kazi haijanishinda, mi siwezi kushindwa na kazi kama ile na ile ujue, uko mimi niko smart. Kwa wazo la kwenda kwa mganga limekufa. Kwa nini? Kwa mganga hatuendi? Ndo nakuuliza kwa nini. Mi ndo Kimonje, yaani siwezi kushindwa na vikazi kama vile, alafu vile ni vitu vidogo tu, hakuoneshi sasa jambo. Kwa mikazi hajanishinda Atakanaje? <laughs> Hayo ndo mambo ya kiteknolojia, yeah. Mi ndo Mr. Kimonje, unaweza kunita Mr maplani au Blaza Maplani jambo hilo hapo. Sasa tusipoteze muda, jambo lisha kuwa la moto, nipe simu bomu hilo pale katikati ya mwanyiro na mkewe, yani tunaenda liangusha hivi bup, afu jambo linakuwa hivi Kweli, nimeamini usimdharau usiemjua. mm -hmm, yeye naona kama unachelewa, fanya haraka misha hiyo. Kwanza nipe kwanza, chukua pona. Naichanga karata, naichanga karata, mimi naichanga karata, changa karata, ku changa karata. Hai, kwa kuchanga kara haimaanishi kwamba ndo nitakuwa mturufu, ila changa karata

Mzima mzima. Ah, samani kidogo kwa kuchukua wa muda wako, ningependa tufahamiane. Kama utojali, naitwa Muda. Unaitwa nani? Naitwa Eliza. Oh, Eliza, jina lako ni zuri sana. Ah, najua ndo mara ya kwanza tunaonana lakini natamani tufahamiane zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu nilipokuona tu nimevutiwa na wewe, Eleza. Lakini hii sehemu ambayo tupo sio sehemu sahihi, kwa hivyo, kama utojali, unaweza kunipatia namba zako za simu ile tuendelee kufahamiana zaidi kwenye simu, sawa Eleza? Sante sana mtoto mzuri, karibu okay, tutawasiliana. Ah, maani mungu anaumba, yaani Mungu ni mtaalamu kweli kwelikweli, cheki chombo Ah! Muone hatua fananii, hongera kutegemea. Kama nao pia unaweza kufanya hivi hivi? kweli umefikia hatua hiyo? akusimamia njani na mwanamke kabisa. unanifanyia hivi muda, nimekukosea nini mimi eh? nimekukosea nini kwani unanifanyia hivi? Au msfananii, hmm. Una jibu la kunijibu ni dharau. Sawa. Asante. Uwe na maisha mema na mpenzi wako mpya. Haiwezi kuwa hivyo Joe, haiwezi kuwa hivyo Joe. Hakuna upendo wa kweli unaovunjika kirahisirahisi kiasi hicho, na hichi unachokiona hapa wewe ndio sababu Joe. Ni mara ngapi Joe mimi nimekueleza kuhusu jambo langu, na wewe ni hatua gani unachukua Joe? Kama wewe ungekuwa unanisikiliza na kunipatiliza mimi, ungefikia huko mimi sikumtongoza yule mwanamke kwa sababu weti nampenda hapana. Na, na kukuthibitishia hilo, nafuta hizi namba hapa mbele yako Joe. unajua kuwa nakupenda sana Joe, sijawahi kumpenda msichana yoyote zaidi yako. Kwenye moyo wangu huko wewe peke yako. lakini Joy, wewe ndio mwenye hatima ya kulinda huu uhusiano. Kama ungenisikiliza ninachotaka siku zote, wala hichi kisingetokea Joy. Umeniumiza sana Joy. Mimi sio kama watu wengine, kama ambavyo unasema, nina tofauti kubwa sana mimi na watu wengine. Lakini Joy, tafakari basi upendo ambao upo amii ni maneno ambayo mimi nakwambia, nakupenda sana jua, siwezi kufanya hivi sawa. Ni makosa yangu, nimekubali na kama ningekubali hapo nyuma yote yasingetokea. Nakupenda sana. Nakupenda pia jua. Vipi bwana fresh? Kijana naambia ah, fresh kama kaa freshi tu. Ah, samahani kwa kuchelewa bwana. Bila samahani, ah, si unajua bwana, si tusha kuwa tu wazito. Kwa hiyo nipita njiani havo una rafiki yangu nikutana naye kidogo, ndo alinisimamisha na baadhi ya mazungumzo, likuwa nazungumza na imani ya kujaribika kitu Ah, basi kwanza a nikuulize kitu kwanza. Unajua, umeniambia tu bonda kutana na wewe, nimeacha kazi zangu za msingi, nimekuja sehemu tulivu kwa ajili ya kusikiliza, kama simu yako ilivyokuwa imesema. Lakini huu mwanzo wako tu naona kuna kitu ambacho mbeleni utakwenda uniuzi, labda tu nikwambie mapema kabla hujakwenda kunikera katika maongezi yako ulionitia hapa, sitaki yawe kama yale ambayo ulikuwa unaniambia kila siku, si unanielewa? Kama maongezi yako ni kama yale ya siku zote, ndugu yangu, sitaki kuyasikia. Wewe ni mnafiki, hilo halipingiki, halipindiki. Mambo ya kumshirikisha mke wangu, kumsema vibaya kuhusu lolote lile, sitaki kulisikia hapa. Kama wana mengine naomba, endelea, ila kama ni hayo niruhusu tu mi niondoke, ili kuepusha shari, si unanielewa? La sivyo nitakufanya kitu ambacho kila utakapokutana na mimi utapiga magoti na kuniomba msamaha. Uh, mi nimemaliza, sawa. Unajua unanichukulia mi mnafiki, mfitinishaji, mbea, leo ndo tutajua mi mnafiki ni mfitinishaji, leo ndo tutalijua hilo ah na leo, na imani nimeichanga karata yangu ipasavyo. Kwa hapa mimi ndo nitajua leo, na wewe pia ndo utaujua ukweli kwa mimi ni mnafiki au ni mfitinishaji. Sawa, hem, tuone hapa.